Kwa mapenzi mwenye ya Mwenyezi Mungu na simama Busia nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kianza wa walio wachache kwenye bunge la seneti, mimi ndio Sifuna time <coughs> <tunyumun> <tunyumun> <tunyumun>

Mwizi. Wewe walisema, walisema hatuingii Busia. hapa ni wapi? tulipokuwa njiani kuna watu walisema ya yakwamba hatuwezi kuingia Busia. Mwalimu wa maths, hapa ni wapi? <laughs> <laughs> <laughs> hapa ni wapi? hayawi hayawi, hapa ni wapi? nataka mseme wasikie. hapa ni wapi? Busia ya Uganda ama Busia ya Kenya? Hatuwezi kubali ODM iuzwe, lazima ODM isimamishe deputy president ama kama sio president ni lakini deputy. Lakini uburodinga hawezi tuambia ati ODM chama kubwa East Africa mzima na Africa mzima atiende kwa tebo na isiende kubagenia kitu kubwa kama deputy president, ama kama, kama president, kama sio president ni deputy president, kama sio hiyo waachane tunaye Nataka mseme na wasikie, hapa ni wapi Busia wa Uganda au Busia wa Kenya? mona zenye Busia kumeenda vizuri. Nasikia huyo gavana Otuma alikuwa amepangia kina Sifuna na babu magunzi, lakini magunzi magunzi zao zilitolewa hivi. <Npsilon> wamesema <ratchet> wamesema hivi Kibagendi Onyonka mtu akidhubutu kumtoa Edwin Sifuna Senator Nairobi County Super Senator Edwin Sifuna, ule watu nataka watage Sifuna, mpaka hii clip imfikie Edwin Sifuna. Mtu alikutoa nyumbani akakuleta mpaka kuweka Secretary General ya ODM Mama Vileta, ila mulu dinga yuko. Eh, mama yangu yeah. mtu alishika mkono yako kwa Sifuna leo yuko Eh mm. Mtu alikuwa naona kipawa yako na neno zuri yako leo yuko. Buna. Sifuna, that guy is wise. That guy is wise. Bro, that guy is wise. United opposition. If the United opposition decides that they are going to give uh, His Excellency, Rigathi Gachagua my party leader, as the flag bearer, ama Martha Karua ama Stephen Musyoka, tafadhali nawaomba If one of you is chosen to be the flag bearer wa kupeleka kasongo nyumbani. Kasongo, yeah. Please. Make Sifuna you are deputy president. <laughs> Uninyunyuzie maji. <laughs> <laughs> Make Sifuna you are deputy president. One of, mwenye tu watachaguliwa. Make Sifuna you are DP. Look at what you have signed. The last words of Papa. And we will remain as ODM.

Mimi kama katibu mkuu wa chama nilikuwepo pale wakati ambapo tuliandikishana mkataba wa mambo kumi na chama cha UDA. Hiyo mkataba haikukuwa ya kuanzisha koalishoni na chama cha UDA, na inasema hivyo hapo ndani. Kama Sifuna ameongea, hako na haki ya kuongea hako na haki ya kuongea kama wewe unatofautiana na yeye kwa maoni, sema yako, sema yako, si ndio demokrasia? Tumefika hatujafika? Tumefika hatujafika? Vijana wetu ambao wako hapa, wakati wowote, sa ya kampeni ni vijana, sa ya kurushia watu mawe ni vijana.

Aina mkono. <laughs> <laughs> Hata <laughs> leo hii kuja hapo simama na Sifuna. MCA, Sifuna atakuweka chini. Beta wewe utoke kuodi yeye na Sifuna ba. Hata Sifuna akisema tu hizi pesa watu wanaenda wakana anatumia, hata Sifuna anaongea mbaya. Toa Sifuna basi. Mtu akidhubutu kumtoa Sifuna katika ODM Secretary General? Mama. Yeye ndiye atakuwa mwisho wa ODM. Toa Sifuna, kama utabaki na hiyo party peke yako. Toa Sifuna hata leo hii. Kaambia raia atiwache niseme vibaya? Oburu Dinga, you are not a leader. I'm telling the truth. You do not have quality of a leader. You do not have quality of a leader. You do not have. Kuna watu wamekuweka hapo. We ni project. Oburu Dinga is a project. Mama. You are a mole of Ruto. We ni mole of Ruto. Wachana Sifuna. Wachana Sifuna. Wewe ulikuwa na jo, we ni mzee, unaenda chunga boma. Hii boma ni ODM. Lakini wewe wewe wewe ndiye sasa tunapata kama ni wewe ndiye wewe ndiye. Unauza hii party. I've been listening to Sifuna. Sifuna Sifuna, Sifuna. Sifuna. Sifuna. Sifuna. Sifuna. Sifuna. Edwin Sifuna. Sifuna. Sifuna. But let me tell you my name. Sifuna is the guy. Nairobi. Edwin Sifuna. Mimi ndio Sifuna. Usiaoe. Usiaoe. Wewe kasongo. Wewe muwaji. Wewe muizi. Wewe kasongo, hapa ni wapi? Nataka <coughs> mseme wasikie, hapa ni wapi? Busia ya Uganda ama Busia ya Kenya? <coughs> <coughs>